Natazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahali. Amina. Maranatha, Yesu anakuja. Unabii juu ya Eliya. Januari 14 Angalieni, nitampelekea Eliya nabii kabla hajaje siku ile ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya. Naye atageuza mioyo ya baba iwelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwelekea baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Malaki nne tano na sita. Wale watakaoandaa njia kwa ajili ya kuja kwa Yesu mara ya pili wanawakilishwa na Eliya aliyekuwa mwaminifu kama vile Yohana alivyokuja katika roho ya Eliya kuiandaa njia kwa ajili ya ujio wa kwanza wa Kristo. Kazi ya Yohana Mbatizaji na ile ya wale ambao katika siku za mwisho watakwenda katika roho na nguvu ya Eliya kuamsha watu kutoka katika kutokujali kwao zinafanana katika mambo mengi. Kazi ya Yohana ni kielelezo cha kazi ambayo inapaswa kufanywa katika kizazi hiki. Yesu anakuja mara ya pili kuhukumu ulimwengu katika haki. Yohana alijitenga na marafiki zake na akajitenga na starehe za maisha. Usahihi wa mavazi yake, vazi lililofumwa kwa singa za ngamia, lilikuwa kemeo la kudumu dhidi ya ufujaji wa kujionyesha kwa makohani wa Kiyahudi pamoja na watu kwa ujumla. Mlo wake wa mboga, nzige na asali za mituni ulikuwa kemeo dhidi ya uendekezaji wa tamaa na ulafi uliokuwa umeshamili kila mahali. Somo kuu la matengenezo linapaswa lisisitizwe na mioyo ya watu iamshwe. Kiasi katika mambo yote inabidi kiunganishwe na ujumbe, kuwageuza watu wa Mungu kutoka katika ibada ya sanamu, ulafi, ufujaji katika mavazi na mambo yote Kujikana nafsi, unyenyekevu na kiasi vinavyotakiwa miongoni mwa wenye haki ambao Mungu anaongoza kwa namna pekee na kwa bariki vitawakilishwa kwa watu, kinyume na tabia za ufujaji zinazoathiri afya za wale wanaoishi katika kizazi hiki kilichoharibika. Mungu ameonyesha kuwa matengenezo ya afya yanahusiana moja kwa moja na ujumbe wa yule malaika wa tatu kama vile mkono unavyohusiana na mwili. Kama vile Yohana Mbatizaji alivyokumbusha amri kumi, ndivyo tunavyopaswa kutoa ujumbe kwa sauti isiyo na mashaka, Mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Tunapaswa kujitahidi kuiandaa njia ya kuja kwa Kristo mara ya pili kwa umakini uliokuwa kwa Eliya na Yohana Mbatizaji.